E, tunaona utekelezaji wa mapendekezo ya CAG wa kusema kweli haujafikia kile kiwango ambacho kitarajiwa. Mara, mara nyingi kidunia wanasema asilimia hamsini. Kwenye taarifa za mwaka jana ilipanda kidogo ikafika 41 ama 42, 41, lakini mwaka huu tunaona imeshuka, imeshuka iko 39, kwa hiyo tunasema tu kwamba CAG anakagua hesabu kwa niaba ya wananchi kupitia bunge letu tukufu, na kama tulivyoambiwa mwaka huu bunge linafikia linafiki tamati ya kipindi chake ya miaka mitano. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa kwamba kusiwe na muda wa bunge hili la sasa hivi kujadili hizi ripoti, na tunajua, uchaguzi ukienda salama, tunaomba, tunaomba iwe hivyo, mpaka bunge lije lichaguliwe, liapishwe, lianze kazi, itakuwa ni mwaka kesho, ambayo itagongana na ripoti ya, ya, ya mwaka 2024/2025. Kwa hiyo kunaweza kabisa kukawa na kushuka zaidi ya utekelezaji wa mapendekezo ya CAG, lakini e, tumezungumza na CAG kama aangalie uwezekano kama, kama ataweza kuja na uwezekano wa ku wa kupanua jinsi anavyotoa mapendekezo yake kwamba anaweza labda badala ya kutoa tu mapendekezo anavyoyatoa hivyo, labda kama angeweza kuweka mapendekezo ambayo yanaweza kute, kutekelezeka kwa muda mfupi, kwa muda wakati, na kwa muda mrefu umeelewa eh? Na vilevile vile labda akaenda mbele zaidi akatoa tangazo na ku, kut, kutambulisha muhusika wa utekelezaji wake wa hilo pendekezo, labda hiyo ingeweza ikachangia kuongeza utekelezaji wa mapendekezo yake. E, tumekusanyika hapa leo kujadili ripoti ya uh, mdhibiti na mkaguzi mkuu uh, wa mahesabu ya serikali e. Lengo haswa ni kuwachambua ripoti yake. Tumeweza uh, kuangalia kwa kina uh, na mapendekezo yote wa mkaguzi na um, yale ambayo serikali uh, na taasisi zake zinahitaji kufanya ili kuboresha uwajibikaji. Asasi za kiraia zina mchango mkubwa sana uh, katika kujaribu kushawishi serikali kufanyia kazi mapendekezo ya uh, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi, mkaguzi wa uh, hesabu za serikali.